Ndugu mwimbaji, napenda leo nikupe darasa. Unajua kuna watu wanapenda kuweka sustain kwenye nyimbo, lakini hawajui sehemu nzuri au sehemu ambayo inafaa kuweka sustain kwenye uimbaji. Unakuta mtu anaanza kuimba, anataka imbe labda, Yesu wewe waweza, Yesu wewe waweza, sina mwingine kama wewe bwana, umeona kama hivyo. Unajua kuna watu wanaanzaga mwanzoni pale pale kuweka sustain kwenye uimbaji. Haiko hivyo, anzisha ya kwanza, nenda ya pili, imba ya tatu. Watu wakishaingia sasa weka sustain, uwekavyo hakuchukua na tofauti yoyote. Mfano unafanya njia sipona, njia Jehova, nina kupenda, yaani mambo kama hayo unatakiwa uyaweke mbele mbeleni. Sawa, unavyoanza kuimba anza kuimba kawaida. Yesu, wewe we waweza, Yesu, wewe we waweza, sina mwingine eh, kama we ewe, eh, bwana. Watu wakishaingia sasa wakisha confirm vizuri sana kwenye uimbaji, ndio uanze, mimi sina mwingine kama wewe ewe Bwana. Umeona ukienda, kwa hivyo wote twakusema wewe, umeconfirm kwenye uimbaji, yani umepanda, umetoka chini, umenyanyuka. Lakini kuanza na kuanza juu ya yes, ndo uko unaanza, hapana, iko hivyo, unatakiwa uende step by step. Kama unapenda darasa langu, usisahau subscribe YouTube, ukiandika at official Joh unanipata pale. Usisahau kwenda ku like ku comment kule TikTok pia. FB natumia Johnson John au Prince Johnson John, maana Facebook na akaunti zangu mbili. Akaunti ya kwanza ni Johnson John, akaunti ya pili ni Prince Johnson John. Hivyo yani, ukisubscribe ukishare, ukilike, nitakuwa natuma madarasa kadha wa kadha, kwa sababu tu nitaona unafanya kitu, unaangalia, una view, una share hivyo. Lakini kama hakuna kushare, mimi nitavunjika moyo wa kuendelea kufundisha. Unajua, huu ni wito ambao naweza nikasema Mungu mwenyewe ndio ametaka nifanye kazi kwa ukiwa kama mtu ambaye unapenda uimbaji, mtu ambaye unapenda utoke hapo ulipo, unyanyuke juu, uende ukaimbe kwa viwango vingine. Subscribe, share pia comment, kwa sababu comment yako ndio inakwenda kunipa moyo mimi wa kuendelea kufanya au kujua sehemu ipi ambayo natakiwa nirekebishe. Good time.